ya bunge juu ya mkopo wa fedha kwa ajili ya kununulia magari ili kurahisisha usafiri wa wabunge katika majimbo yao mkuu wa kitengo cha habari elimu na mawasiliano ofisi ya bunge owen mwandumbia amelizungumzia swala hilo katika mahojiano na azam tv na kusema kuwa fedha zitakazotolewa ni shilingi milioni 90 kiwango ambacho ni sawa na kilichotolewa mwaka 2010 taarifa zaidi na jamali hashim katika bunge la tisa wabunge walipewa kiasi cha shilingi milioni sitini na bunge la kumi walipewa kiasi cha shilingi milioni tisini ambapo sasa hivi wanahitaji milioni mia moja arobaini kutokana na kupanda kwa thamani ya dola ya Marekani ambapo wakipatiwa kiasi hicho wataweza kununua magari kama moja ya vitendea kazi vya mbunge. Ezekieli Maige ni mbunge wa Msalala, anasema ni bora ofisi ya bunge inunue magari na kukabidhi kwa wabunge. wabunge wabunge wamekuwa wakizungumzia swala la kupewa kitendea kazi kinachoendana na mazingira yao. Kigezo au kipimo ambacho kimekuwepo ni Land Cruiser standard. E, uliza Land Cruiser mkonga inauzwa kiasi gani? Basi kwa hivyo e, si, si kwamba wameomba nyongeza, isipokuwa mazingira au e, tuseme devaluation ya shilingi imepelekea uwepo wa mahitaji ya namna hiyo. Yeye anatofautiana na mbunge wa Kinondoni Maulid Said Mtulia ambapo anasema e, kuwa ni bora wapate fedha zao wajinunulie wanachotaka. Taarifa tulizopewa rasmi kabisa kutoka kwa katibu wa Bunge ilikuwa ni kwamba milioni 90 na milioni tisini hiyo ni kwa ajili ya kununulia gari la Land Cruiser maarufu wanalita mkonga hato yeah. na milioni tisini eh, wakisema kwamba ndio thamani ya ununuzi wa gari na tutapewa pesa kwamba milioni tisini, lakini kati ya hizo nusu yake ni mkopo na nusu yake ni gharama ambazo zinagharamiwa na bunge. Sasa kulikuwa na wabunge wazoefu wakalalamika kwamba inawezekana vipi elfu mbili na kumi walipewa pesa zenye gharama hiyo hiyo e, milioni tisini, na elfu mbili na kumi na tano wapewe tena milioni tisini Mantiki haikubali kwamba gharama ya kwa gari kama ilinunuliwa gari elfu mbili na kumi milioni tisini, baada ya mabadiliko ya thamani ya dola kutoka ilikokuwa mpaka elfu mbili na mia moja haiwezekani na bei ya, ya gari dukani ambayo inanunuliwa kwa dola ikawa ni hiyo hiyo milioni tisini. Kwa hiyo wabunge wengi walihoji kama ni kweli e, bunge linakusudia mbunge apate gari ni thamani ya, ya, ya rendi kruza mkonga basi milioni tisini zitakuwa hazitoshi zi, hili ndo gari aina ya Toyota Land Cruiser hato ama unaweza ukalita mkonge. Magari haya ndiyo ambayo yanaelezwa kwamba yanaweza kuwasaidia wabunge kwa shughuli zao za kimaendeleo. Gharama yake ni kwa takribani milioni 150 mpaka milioni 160 hivi likiwa jipya. Mkuu wa kitengo cha habari elimu na mawasiliano ofisi ya bunge Owe ni Mwandumbya Anaweza kuwa mpaka sasa hakuna mabadiliko yoyote kuhusu fedha hizo. Swala la mikopo ama swala la uh, magari ya wabunge lipo katika masharti ya, ya, ya mbunge ambayo anapewa kwamba uh, utaratibu wa serikali ni utaratibu ule kama ilivyo kwa uh, watumishi wengine wa umma kwamba uh, kulingana na ngazi zao kwamba wanapewa uh, ruzuku ya magari. Um, uwezo wa kuweza kununua gari sasa kwa kipindi hiki ni kwamba kama ilivyokuwa katika bunge lililopita, ni kwamba bunge kama serikali inatoa ruzuku ya milioni arobaini na tano kwa mbunge kuweza kununua gari litakalomsaidia katika shughuli zake. Sasa pamoja na ruzuku hiyo uh, ya milioni arobaini na tano Uh, serikali pia imeweza kuweka utaratibu wa kutoa mkopo wa riba nafuu kwa waheshimiwa wa bunge wa milioni 45 ambao akitop, uh, up sasa inakuwa milioni 90 kwa maana ya kuweza kupata uh, chombo hicho kitakachomwezesha kufanya kazi zake. Lakini sasa inatokea wakati mwingine mbunge anachukua milioni 45 ile ya ruzuku na hahitaji mkopo ule wa milioni 45 nyingine ya kuweza kutekeleza majukumu yake na uh, hili jambo la kwamba uh, wabunge wanataka zaidi si, tumekuwa tukilisikia sana kwenu, tofauti na, na, na, na, na kwa kuliwasilisha rasmi ofisi ya Bunge au kwa kwa kulipeleka moja kwa moja serikalini. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litarejea tena mwezi Januari mwakani mara baada ya kuahirishwa tarehe ishirini mwezi huu mwaka elfu mbili na kumi na tano. Jamal Hashim, Azam News, Dar es Salaam.